Warahmatullahi wabarakatu, enyi ndugu zangu watukufu Waislamu wa na ndugu zangu katika imani, naihusia nafsi yangu na kuwausia nyinyi pia, watukufu Waislamu, ni siku chache zilizopita tulikuwa tukiitarajia Ramadhani tukijiwekea nia Ramadhani itakuwa kesho, Ramadhani itakuwa kesho kutwa. Kwa uwezo wake Allah azza wa jalla, Ramadhani imefika, tumeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa ibada mbalimbali, tukapendana, tukafuturishana, tukashikamana kwa kila jambo. Watukufu wa Islam, Ramadhani imeondoka lakini, sisi Allah ametukadiria pamoja na Ramadhani kuondoka, sisi ametupendelea tupo, atujajua ramadhani ijayo ndugu zangu katika imani, je, tutakuwepo? Na misikiti ilifurika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa hivi ninavyozungumza, misikiti imeanza kutafuta waumini. Tushikamane katika kamba ya Allah, tushikamane katika nyumba ya Allah, tupendane ukweli wa kupendana, tuondoe mafundo zidi yetu tuendelee kuishi kama tulivyokuwa tunaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakika tutapata faida kwa kupendana, kushirikiana na dini yetu ya Uislamu itapendeza kwa kila mtu. Tuachane na yale mambo ya Ramadhani za mazoea, hatujui kama Ramadhani ijayo, ndugu zangu katika imani, kama tutakuwa hai, tuichukue Ramadhani hii kama ni chuo cha mafunzo kwamba zile fadhila na thawabu tulizozichuma tuendelee kuzitafuta hata nje ya Ramadhani. Waislamu tuondoke na migogoro, tuepukane na shari za hapa na hapa, tuwache kudhaniana shari, tudhaniane heri. Yule ambaye ana hoja za dalili zenye mashiko, basi tumfate, tuwe pamoja kwa ajili ya Allah na mtume salalahu alehi wasalam wa watukufu Waislamu na wahusia tena ya na kuusia nafsi yangu, tupendane tushikamane, tudhaniane heri, ili tuwepate kuzi, tuweze kuzichuma lazi za Allah subhanahu wataala. Kwa hayo machache na kuomba na kuiombea nafsi yangu na kuombea nyinyi pia, tuendelee kuwa katika kamba moja, tupendane, tuijaze misikiti, tuhurumiane tushirikiane kwa kila ibada ambayo inatuhusu sisi waislamu kwa ujumla wetu. Waza salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.